Vile Mheshimiwa Unda amesema, Mheshimiwa Rais, hii bahari ndiyo gold mine yetu. Hii bahari ndiyo mali yetu. Mara mingi, jirani na askari wake huwa wanakuja kuchokoza wavuvi wetu. Tunataka tuimarishe coast guards ili waweze kuprotect wavuvi wakienda kwa bahari kuleta chakula, samaki. Hapa Busia tunataka kuwarai vijana, na ninaona mko na furaha sana, mmechangamuka, mko chonjo. Tunawaomba kila mmoja wenu uchukue kipande, uchukue kadi ya kura, uwajibike. Wakati ya kura ikifika na kura ikifika, tunasema Rais Ruto, Rais Ruto. Jambo la tatu Nyinyi wananchi wa region hii, hatuna chochote cha kufaidika kutoka siasa ya upaguzi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya matusi. Tunataka kuungana na viongozi wetu wote walioko hapa, Otuoma, Mudavadi, Oparanya, Wanjala wako na sisi wote, nimemwa hesabu tayari. Otenyo ni mbunge wangu mashuhuri sana katika bunge. Tunataka tutembee pamoja, tusungumuze lugha moja ya kisiasa ya kuunganisha watu ili tukaenda huko nje kukutana na wenzetu kutoka region zingine tuwe united as one. Jambo la mwisho, vijana, mmeambiwa na rais, kasi ni kujituma, kasi ni kujipanga

Kila mtu anajipanga, kila mtu anajitetea. Otherwise, tunawashukuru sana kwa kuja mapema, na sisi kama viongozi wenu tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha all people friendly issues are discussed and addressed in good time.